Nyakati nyingine tena, mwanamichezo mwenzetu, popote pale ulipo, karibu na karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Nicholas, jioni ukinitasis kwatukuwa umetisha kweli kweli, karibu eh, na karibu tena dimbani, ili tuweze kukujuza kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Dominik Isalama, Chifu Nzobane kama Zumfela. Kumekucha kucha e, kama si kupambazuka bwana. Rasmi klabu ya Yanga imeanza mchakato wa uwanja. Rasmi e, klabu ya Yanga imeanza kutangaza tenda rasmi. Klabu ya Yanga imeanza kupokea wale wote ambao wanahitaji kushirikiana nao e, kwenye jambo zito kwelikweli la kuwafanya wananchi watembee wakiwa wanatamba kifua mbele, kama mimi hapa ninavyotamba nikiwa nimekula tisheti yangu ya Nkolomboka Vini. E, Nkolomboka Vini bwana, ikioji kipya ambacho e, kinapatikana kwa sasa madukani, na Nkolomboka Vini bwana e, inapatikana kwa gharama nafuu mno na imetengenezwa kutumia mimea ya asili. Nkolomboka Vini imetengenezwa kutumia tangawizi, lakini pia kuna asali ndani yake na mambo kadha wa kadha. Nkolomboka Vini ndio maana tunakwambia nguvu ya Simba fahari ya Tanzania. Hii huwezi e, kuipata popote mi ndo natamba nayo, nio balozi namba moja wa Nkolo Mboka Vini. We uogopi Domi. ni kisalamba, uko vizuri bro, uko vizuri kabisa. uzima upo na ulalamiki, mshukuru Mwenyezi Mungu. Hatimaye rasmi klabu ya Yanga imeanza kuweka mchakato wake wa uwanja hadharani kupitia peji mbalimbali, maana hizi sote tetesi, wala haya siyo maneno e. kwa wale ambao hawajapita kwenye peji ya Yanga, sasa ni nyakati yao ya kuambia wapite kule wakutane na ile barua iliyoeleza kila kitu, waone namna ambavyo Young Africans wako serious kwenye mambo yao, si usajili tu, hata ili jambo kubwa wako serious nalo. Salamba, nataka eh, utuambie sasa kiufundi zaidi. Baada ya Yanga kuweka rasmi huu mchakato ambao uko mbele yao, kitaalamu sasa tunaweza kusema umefikia hatua gani, na hiki kinaashiria nini, na yote haya yanatafsirika vipi kwenye mpira wa miguu na kwenye maendeleo ya klabu kubwa kama Young Africans? Nafikiri imekuwa ni mwendelezo kwenye kitu ambacho tulianza kukizungumza baada ya kutokea sitofahamu ya uwanja wa klabu ya Yanga miezi kadhaa, mwezi mmoja nyuma yes. zilibuka story nyingi sana watu wakizungumza kwamba jambo la Yanga limeendaje? mbona, yeah. mbona kama limekuwa siasa, mbona kama limekuwa jambo la kufikirika, mbona kama limekuwa ni story tulikaa tukawazungu, tukawazungumza nilizungumza hmm, kuhusiana na mchakato wa kuweza kukamilisha ujenzi wa uwanja au ujenzi wa projekti yote kubwa ambayo inakuwa ina masa mapana na ya watu wengi kama sio public. Okay. Kwa kwamba katika mchakato ulikuwa mchakato ambao ulikuwa na hatua kumi za msingi. Tuzungumzie hapo, tukakukumbushia tu. Tuambia hatua ya kwanza ni kuwa ni upatikanaji wa eneo. Yes. Hatua ya pili, upimaji wa eneo. Hatua ya tatu, kufanya survey. Hatua ya nne ni kufanya tathmini hata za kimazingira. Hatua ya tano ni kufanya upembuzi yakinifu. Hatua ya sita nafanya nani detailed design na hatua ya saba inakuwa ni kutangaza kupata mzabuni ambayo ni contractor hmm. Hatua ya nane ni unakwenda kumobilize material sawa, na hatua ya tisa site clearance, na kumi kuanza kwa ujenzi, na baadaye unakwenda kuendelea kwa matumizi okay. Kwa hiyo ukiangalia katika ile mtiririko wa zile hatua, saa hizi tupo kwenye hatua namba saba, hmm, kutangaza na kupata mzabuni okay. Sasa hapa ndipo ambako yanga umetoka na kitu kinaitwa kinaitwa na call for stakeholders inaitwa ni strategic call for, yani kutoa wito wa kuweza kuwaita wadau mbalimbali, ili waje kushiriki katika onyenia na dhamira ya kutaka kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya ujenzi wa klabu ya Yanga. Maana yake sasa, maana yake hatua nyingine zote zimeweza kukamilika, na ndio maana ukienda kwenye ile barua yao imefika hatua mpaka wameweza kufanya clarification manake tayari ushafanya na ha? Hata hatua ya designing, ukienda nakuta umeandika hapa kwamba uwanja ambao utakuwa na sehemu za kwa watazamaji yeah. Wazungumzia utakuwa na viti kuanzia elfu 25 mpaka elfu 35 mm. Wakazungumzia aina ya nyasi zitakuwa ni hybrid mchanganyiko, patakuwa pana maegesho, patakuwa pana VIP. Maana yake tayari designing na kila kitu mm. kimesha kufanyika na mpaka okay. Uweza kujua thamani ya lease yeah. ya uwanja wanaoutaka tayari, wao wanayo maana mm. yake uweze ukasema, viti elfu 25, elfu 35 kama hujajua thamani ya kiti kimoja ni kiasi gani? mm. kama hujajua eneo lako linakubagana ukasema uwanja unakwenda kuchukua watu hao, ikiwa eneo alifanya ni alitoshi. Huwezi ukasema patakuwa pana maeneo ya maegesho ya magari mm, ikiwa ujat uja uja allocate katika michoro yako mm. Kwa hiyo kumbe hatua zote za awali zimekamilika, lakini ambacho kuja kutokea mm, Yanga wamekuja kuita stakeholders sawa, mm, ili kuwa ni sehemu ya kuweza ku, kushiriki katika ujenzi yeah. Hii kitaalamu inaitwa ni, ni project ya P square au tunasema ni PPP inakuwa inakuwa ni public private partnership project okay, PPP. mm. public mm. Private, private, partnership, partnership. Mm. Kwamba ni ushirikiano sawa, ni mada ambayo unakuwa unatengeneza mashirikiano baina ya sekta binafsi na umma okay, na umma unakuwa unashirikiana kwenda kufanya hiyo project kitamu, ndio wanasema ni project of P P square public private ni mu, ni sasa hii project ukisema ni P, P square, au ukisema ni PPP, maana yake nini? maana yake hii ni project ambayo Yanga wameamua kwenda kuirudisha kwa watu, kwa wadau. kwa bana, sisi tunataka kujenga uwanja yeah. mfano unasema kwamba nataka kujenga uwanja ambao utagarimu shilingi bilioni thelathini kwa mfano. Mfano thelathini. Kwa hiyo yeah. Katika bilioni hizi thelathini kuna clarifications kuna hmm, kuna mgawanyiko hmm, kwamba labda kufanya labda kufanya set clearance, gharama yake ni hii, kuweza kutengeneza si majukwaa, gharama yake ni hivi, kuweka nyasi, gharama yake ni hivi, kufunga viti, gharama zake ni hizi, kufunga tana kila kitu, gharama zake ni hizi, kuandaa so hostel ya VIP, gharama zake ni hizi. Kwa hiyo kwenye kila hatua panakuwa kwa pana gharama. Kwa hiyo okay, sasa ukishaandaa ile vizuri, ndio sasa unawaita sawa, zabuni na hao wazabuni nao waita wapo katika makundi mawili, okay. Kuna mzabuni ambaye anakuwa ni shareholder, oh. Sawa, oh. Kuna mwingine, anasema ni, anakuwa ni sponsor e, oh. Yes. oh. Au kuna mwingine anakuwa yaani, hao washiriki hao anaweza kuwa ni sponsor au akawa ni shareholder. Shareholder ni yule ambaye atakuwa part and parcel kwenye magawanyo na mkusanyo kwenye kila kilichopatikana naye anakuwa ni beneficiary, yeah, kwa namna moja ama nyingine. Huyo pia anakuwa anaingia kwenye huo ushirikiano. Na mna mwingine sponsor. Ye sponsor anasema okay, mimi nitagaramia labda gharama za kuwekea viti. Viti ambavyo vinaweza kuchukua gharama yake haba ni milioni 600. Nitaweka viti milioni 600, lakini nitakachokiomba tu wakati mnaendelea kufanya ujenzi mwe mnanitangaza. Yaani, onekane pale mimi ndio nime-i nime sponsor ile ile. Mwingine akasema mimi gharama yangu ni na labda mtatangaza kwa miaka kumi au miaka ishirini au miaka mitano mnakubaliana ukiangalia na value ya kile ambacho wewe umekihitaji, yes. Au ungesema okay, mimi ntakuwa sponsor, lakini hata kabuja kuja kunitangaza, mtakapoanza kuutumia huu uwanja, kwa tayari uwanja umekamilika, unatumika yeah, mabango yangu yawe na display pa yeah, ambayo atakwenda ku display pengine kwa miaka minne miaka mitano au miaka kumi yeah, mnaingia. Mm. Mwingine akasema mimi nataka niwe sponsor, lakini niwekwe kabla wakati wa ujenzi na baada ya ujenzi. Okay. Kwa hiyo huyu naye anakuwa ni part ya stakeholders ambao anakuwa ameingia katika kujenga huo uwanja. uwanja. Kwa hiyo maana yake huu ni uwanja ambao mm -hmm. utakwenda kumilikiwa na hizo pande ngapi? Mbili. Kwa hiyo walichoamua Yanga ni kuichukua hii project na kuwapelekea wadau, alafu mkagawane kwamba leo Cisco anaoa. Yes ili s aweze kuvaa kwenye harusi mm. mm. anahitaji shilingi milioni moja. Ndio kwa Watanzania wazao wakanielewa. yeah. lakini miwani yake ni shilingi elfu hamsini Sawa. Ukimpeka na saluni mm. shilingi laki moja na hamsini. Saa yake shilingi laki mbili na hamsini mm. viatu vyake Kwa sababu, okay mimi, nita, nita kwa hiyo inaweza ikawa ni idadi kubwa ya watu, yeah, watu au wakawa watu wawili au wakawa mtu mmoja, na ndio maana wameweka free entrance kwamba kila mmoja mwenye nia ya rat mm, aweze kushiriki. Kwa hiyo hapa ndio wakati ambao matajiri kama kina gari msaidi Mohamed, yes, na wenyewe ndio watakwenda kuapply mm, na watakwenda kuangalia ule mchoro, kuangalia thamani na waweze kuona wapi wanaweza wakafiti. Kwa hiyo yule ambaye anakuwa ameshiriki kwa sehemu kubwa ndiye ambaye anakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa sehemu ya majority, au tunasema, ni majority share orders kulingana na kile ambacho anakuwa amewekeza with regard na gharama halisi za mradi ambao ziko pale, okay. Salama eh, kwa hiki ambacho kinafanywa na Yanga na kwa hii hatua ambayo eh, wamefikia sasa, Young Africans kama vile pia imeleta maswali kwa sababu watu wengi walijua GSM pekee ndio ambaye ataujenga uwanja wa Yanga na zilienea pia taarifa, bilioni zaidi ya sitini zimetengwa na GSM, na ili kuhakikisha kwamba anafanikisha hili jambo, ndio hiyo wameitwa tena wadau wengine kwa ajili ya kujenga, labda hapa e, pangeekwa sawa pia kuweka sawa, kwa maana gani Yani e, uwanja huu hautajengwa na mtu mmoja, kwa maana GSM nimeshakwambia. mm. aina ya project mm. ni PPP. mm. Klabu ya Yanga ni klabu ambayo ina maslahi mapana na, na, na watu yes. na wananchi mm. na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. mm. Klabu ya Yanga mm. sio kama labda uwanja wa Azam Complex kwamba ni uwanja tu mwenye ndani mwenye baresa anaweza akafanya kwa yeah. maslahi yake yeah. Hii ni klabu ambayo kingeleta katika muundo ambao wanauendea wa transformation ni muundo, mm. ambao unahusisha pande mbili, wanachama pamoja na mm. nani na umwekezaji, no, no, au wawekezaji na sio wawekezaji, manake lazima waanzie wangapi? Watatu. Hii yote ni kuweza kwenda kulinda mm. public interest kwenda, okay, kulinda maslahi ya umma. Kwa hiyo huwezi lakini, pia hatua ya kutangaza zabuni ni hatua ya msingi mm ni hatua ya, yeah, ya msingi. Kutangaza zabuni ni kitu kimoja, kupata mzabuni jambo lingine na kumkubalia ni kitu kingine pia. Okay. Kwa hiyo gari bwana anaweza kawepo. Mm. Sawa? Mm. Wewe sisi unaweza uka apply pa. Mimi nika apply, mwingine yep. Yeah, aka apply, na mwingine aka apply. Mm. Lakini atakaye miti vigezo, na hapa wameweka vigezo pale ukiangalia hapa, wameweka vigezo, sawa. Hapa tukalipa za chini kwa muombaji barua ya kuonyesha nia ambayo itakuwa imeandikwa yeah. Jina la kampuni muungano, hmm. wa nchi au usajili, wasipu mfupi wa uzoefu husika hmm. Sawa. Dhana ya awali ya ushirikiano, lengo ni nini? Sawa. Mtu wa mawasiliano na anuani za simu. Sawa. Nyaraka za lazima za viambata PDF, cheti cha usajili wa kampuni imekaa pale, leseni ya biashara imekaa pale, cheti cha usajili na vati yake imekaa pale, cheti cha uthibitisho wa kodi kama nimelipa kodi imekaa pale, taarifa za umiliki wa kampuni zimekaa pale, yeah, ushahidi wa uwezo. Kwa hiyo na hivi ni vigezo ambavyo vimewekwa pale, ambapo vitakwenda vitapitiwa na kuweza kupata mtu ambaye atakuwa anakidhi vigezo. Kwa hiyo okay, kama una bilioni zako sitini na uwanja una bilioni labda unatupea bilioni 50 mm. au zilizo 60 yes. una apply kwa mimi, ninaweza kwenda kushiriki moja kwa moja mm. kwa hiyo utaingia kwenye mchujo, atapatikana sawa. Kwa hiyo yeye bado hazuiliwi okay. kuweza kwenda kuomba, kwa sababu unaweza ukasema pengine gari upeke yake akajenge, kumbe kuna wanachama wengine au kuna watanzania wengine wana nia dhati yeah. ya kutaka kuwekeza na wako kujitokeza. Kwa hiyo hautakiwi kuwanyima haki ya msingi ya kuwa part and parcel ya ujenzi wa kiwanja isipokuwa tu mtagawana. yes. ni kama ununuzi wa isa. Kampuni moja kuna wanaisa wengi. Leo ukiangalia kwa upande wa wananua TBL, ni kampuni ambayo watu wa, wananua isa TBL, wananua isa sio YouTube TT, wananua yeah. isa wapi katika wale na isa, kuna mtu pale ana isa za bilioni kumi bili. Wewe hmm. unaweza kuwa na isa zako hey, kwa labda za milioni mbili. mm. unaweza kuwa na isa zako za za za laki sita. Kwa hiyo kila mmoja kila mmoja anakuwa anakula hmm. kwenye urefu wa kama yake bado mchakato haujamselect out gari msaidi yes. Mohamed yes, bado yupo mm -hmm, miungoni, muato, kuapply, mm -hmm. na na nafasi ya kuweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kuapply na baadaye kuweza kuwa nafasi yake na kuweza kuwa sehemu ya kurekisha uwanja wa klabu ya Yanga. Lakini maana yake ni kwamba Yanga wapo kwenye hatua ya juu, yes, na taa ya kijani imewashwa, kusa ni wakati kwa wadau mbalimbali, na ubaya hawajasema tu kama pengine lazima awe mwanachama wa Yanga ha, hii ni kampuni kwa hiyo hata Mohamed Dewji pia ana nafasi ya kuwa part of it, anaweza akatuma pale vigezo vyake akaapply, awe sehemu ya ule uwanja. Hakuna ambako wameandika pengine awe ni mwanayanga au tuangalie hapa, kama akasema, wigo wa mradi tushaangalia hapa, muhtasari, sifa za za mombaji, hakuna hapa. Ni mambo tu ya kitaalamu, hakuna ambako mm, ameandika pengine anatakiwa awe mwanachama au ana kadi ya klabu ya Yanga. Kumbe hata afi ai naambia nani Maponda, sivyo? kwamba kuna hatua, kuna ambazo hazionekani yani mm. unaweza kuona watu hawaendi, kumbe watu wanaenda kwao, walikuwa wanaenda. Ukiangalia Yanga ampiga hatua sana None, manake mambo mengine yote ashafanyika. Kwa hiyo wapo kwenye hatua za mbeleni. Yeah. Baada ya hapa sasa, manake itakachofuata ndio utaanza kuona maandalizi ya msingi. Mm. Pale ndio zile bati ambazo Vuma anatafuta na, za kununua yeah. Ndio taanza kuwekwa pale, tazungushiwa na uwanja utaanza kwenda kujengwa. Kwa hiyo kwe, ofi yangu tu usije ukamkuta Vuma yeah. Yuko pale sasa anasubiria bati zizobakia. So <laughs> na kabisa naambia kama hatakiwa aende kwenye bati quality atamwendea. Yeah, kwa hiyo ndio muda wake sasa. Kweli, kwa hiyo unaweza kuambia tunako aendelee kuwa karibu na yale maeneo Jangwani. Kabisa. Kuweza kuona lini baada ya sasa kufungwa pale ili watu waweze kuenda na ujenzi wa kiwanja. Kabisa. Uf! Bana salama mimi nikupongeze sana. E, lakini nikwambie tu ama utusaidie tu japo kwa kumalizia kidogo kwa namna ambavyo ujenzi umefikia kwenye hii hatua ya saba kwenye zimebakia imebakia hatua ya tatu kiutaalamu inaweza kachukua e, muda gani ama kipindi gani kukamilisha hizi hatua tatu zilizobakia, ili labda inaweza ikatoa mwanga kwa wananchi kwamba labda baada ya mwaka a wa miezi sita wanaweza hata eh, wakawa na wao kwenye eneo lao sasa. Uwanja inategemeana na, na michoro na namna. Okay, kiwanja kinakuwa ni cha namna gani? Ujenzi ni unategemeana kama wanaamua kujenga labda ni complex, sawa. mm -hmm. iwe ni complex grounds na stadium, inaweza itategemeana na mkandarasi ambayo ameangalia, yeah, kwa sababu watu wengine wanaweza wakaamua kuanzia chini naeza kuchimba chini na vitu vingine vingi kwa hiyo nafikiri designing ile na, na fundi na, na, na, na, na, na husika yes. Ndiyo ambayo inaweza kwenda kutumia muda gani so. Viwanja minimum inakuwa ni kwanzia miaka miwili miaka komikta... miwili miaka mitatu sa itegemea na complexity yake imekaaje, kwahiyo okay. Cha msingi tu ni kuweza kuona mchakato unaanza lakini pia inategemea na mambo mengine kama ya hali ya hewa, lakini pia kuna mambo, kuna siwezi, kuna natural calamities zinaweza kwenda kutokea. Unaweza yeah, kuanza kujenga katokea mafuriko yeah, kuanza kujenga katokea tetemeko. Kuna vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikaja kuingia na kwenda kuathiri, sawa, kuweza kufasteni kukamilika kwa nini mm, kwa mradi katika hali ya kawaida yategemea anaweza kani ya miaka miwili mwaka mmoja na nusu, na mradi ukomekamilika. Leo tunaongea uwanja wa Arusha aiw, yeah. aeza kujengwa ni muda gani, lakini yes. bado unajengwa na serikali, kwa sababu ujenzi wa Arusha sio sana ile Dar es Salaam. Wakati mwingine, kuna upatikanaji wa material na aina material gani ambayo nakwenda kuyatumia katika ujenzi wako ambao unahitaji yako Dar es Salaam au yako sehemu nyingine huko hmm. yaliko yanapatikana vipi, namna weza na yes. kuyasafirisha kwa hiyo kuna kuna kuna vitu vingi vya kitaalamu ambavyo vinakuwa vinaingia katika hiyo eneo mpaka uwanja msingi tu. Kwanza niliona hii ni hatua kubwa ambao sasa wametoka na kwenda kuudhilishia umma, kwa sasa wanakaribisha wadhabuni au wadau kwa ajili ya kwenda kujenga uwanja wa Yanga. Bwana, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Cisco, nilikuwa hapa Dome ya Kiislamu, mpaka usikia mengi na mazuri kutokea kwetu. Mambo e, ni moto kweli kweli, hivyo na ndivyo Young Africans wanaendelea kutamba. E, na wanaendelea pia kutengeneza ufalme wao uwanja huo, wanakuja sasa hapo e, litafutwa sababu lingine la kuzungumza e, maana kwenye uwanja soon wanakwenda kupa maliza na shughuli itaisha hivyo hivyo. Bwana nyuma ya kamera ankofuma salabu sana, jina langu naitwa Cisco, kwa heli